Kwa majina yangu ninaitwa Alice Pascal Aule, mimi ni mjane na mke wa marehemu Justice Rugaibura. Hii nyumba ni ya kwetu, tulinunua mimi na mume wangu, tulinunua mwaka, tulipata taarifa hapa kuna nyumba ilikuwa inauzwa mwaka elfu mbili na saba, na process zote zilienda mpaka mwaka elfu mbili na nane, na tangu wakati ule nimekuwa nikiishi hapa mpaka mwaka huu mwezi wa kwanza Mwaka elfu mbili na kumi na mbili nilipata shambulio kama nililolipata jana, walivamia hapa mimi nikiwa kwenye biashara yangu kule Kinondoni na watoto walikuwepo nyumbani, hawa wakavamia wakakata nyaya za umeme, wakaingia huku ndani wakavunja kila kitu, wakabeba kila kitu kilichokuwepo ndani. Nilipofika hapa, nilikimbilia polisi Ostabei kwa sababu mume wangu alikuwa amesafiri kibiashara akiwa South Africa. Nilipofika polisi Oysterbay, nikatoa maelezo ya kile ambacho nimefanyiwa, kwa sababu kwanza, wakati nikiwa hapa hapa, zoezi lilikuwa ni la haraka sana, ningeweza hata kutupiwa nje kama walivyotaka kunitupia jana, lakini watu wakaona na majirani wakapiga simu. Kwa hiyo polisi kwa wakati ule siku ile walifika mapema sana, wakali, wakazuia lile jambo. Walipofika wakauliza kulikuwa kuna makaratasi wamekuja nayo, wakadai kwamba mume wangu alikopeshana na mtu anaitwa Muhamedi Mustafa Yusufali, kwamba amekopeshana naye pesa taslimu milioni mia moja hamsini na walipokopeshana, akamwambia aweke bondi nyumba ili ampe hati ili atakapomlipa pesa zake, basi Muhamedi atamrudishia hiyo hati. Hayo ndio maelezo ya watu waliokuja mara ya kwanza kuvamia hapa nyumbani. Kwa hiyo walipovamia hapa na sisi tulipotoa taarifa polisi Ostabei, mimi nikakuwa mimi ndio mshtaki pale Ostabei, nikafungua hiyo kesi, na nilipofungua ile kesi kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo vilikuwepo ambazo ndio hizo mume wangu alikuwa na safe pale juu chumbani, walibomoa die safe wakachukua vyeti vyangu vya shule na vitu vingi, na hizo document ambayo walikuwa wameandikishana katika siku kukopeshana, na nilichokuja kugundua baadaye mume wangu aliporudi, kwa sababu mimi niliendelea na ile kesi pale Staben. Mume wangu aliporudi aliitwa polisi. Mimi ali, niliambiwa akifika alipoti. Alipo ripoti na yule mwenzake akaripoti. Wakaongea, ikaonekana ile jambo waende wakalimalize. Kwa hiyo mimi sasa sikuendelea, ikabaki ni mume wangu na huyo Muhamedi Mustafa Isufari. Baada ya muda nikawa naona kuko kimya, kwamba jambo hili limeisha. Kwa hiyo mimi nikaendelea kuishi kama kawaida hapa. Mwaka ishirini ishirini nikasikia kwamba kulikuwa kuna kesi nyingine ambayo nilisikia tu, sio kwamba mume wangu alikuwa ameniambia, na hata kukopa sikuwa nimejulishwa chochote wala kushirikishwa nikasikia kwamba huyo Muhamedi amefungua kesi nyingine Mwananyamala, ambayo mume wangu alikwenda kule, na ile kesi ikasikilizwa na ikapatikana, wakaonekana kwamba watalipana, si eh, kwa, inaitwa settlement, na ikaonekana wamelipana. Baada ya hapo, mimi sikuwa najua kingine chochote kilichokuwa kiendelea, japokuwa mimi ile zuio mara ya kwanza mimi nilikimbilia Wizara ya Ardhi. Baada ya ile mara kwa, ya kwanza walioondoa vitu wakachukua na mali zangu. Wizara ya Ardhi walinipa mshirikiano mkubwa sana. Maanake nilikuwa sijui chochote. Wakaniambia, mama, lete vyeti vya ndoa, leti lete hiki na hiki na hiki, uweke caveat. Na hiyo caveat ndio ambayo iko mpaka sasa ambayo namzuia huyu bwana kuweza kuchukua nyumba. Kwa hiyo baada ya hapo mimi nimeendelea kuishi. Mwaka 20 20 na mbili 2022 20, 20, mwezi wa tisa tarehe 25, mume wangu tarehe kama 20, mume wangu aliumwa ghafla na akapelekwa hospitali. Ilikuwa Ijumaa, kapimwa vipimo, akawa ameishiwa damu, waka wakamhudumia pale, wakapiga ultrasound, akaonekana utumbo wake utumbo umekatika katika. Kwa hiyo akaendelea kuongezewa damu. Ilipofika Jumapili jioni, wakati anamwogesha pale, akatokwa povu na akafa baada ya mume wangu kufa kikuwa ni kipindi ni kigumu sana, kwa sababu sijui ninaanzia wapi na nafanya nini. Lakini mimi niliendelea kuwa nimebaki hapa. Mwezi wa kwanza mwaka huu nikaona nitafute watu nipangishe, angalau watoto wangu waweze kwenda shule. ni mimi nikatafuta sehemu ya kujihifadhi, lakini nikawa napata vitisho na simu mbalimbali kutoka kwa Muhamed Mustafa Yusufari, akidai nyumba ni ya kwake na mme wangu alimuuzia. Akasema kwamba aliuziwa hii nyumba kwa milioni mia mbili sitina mbili aliuziwa, na akasema hadi picha zako zipo, na kwa sababu mimi nina hati uwezi kuipata hii nyumba, kwa sababu mimi nikionyesha hati popote lazima wewe uondolewe. Na mimi nikasema, mimi lazima nitadai haki yangu, kwa sababu mimi sijai kuuzia nyumba na siku zote naishi hapa. Kwa hiyo akaenda kufata kule, nilikuwa nimefungua kesi za mirathi kwa ajili ya mambo ya mirathi, akaenda kupeleka mawakili wake kule. Mawakili wake wakaambiwa hii kesi mnafungua kama nyinyi mnadai mna hati na mmeipata kihalali, kwa nini msisubiri subiri huyu mama kama atagawa vitu, halafu hii nyumba atakuwa hawezi kuiuza au kuigawa kwa sababu inasoma hati inawasomeni nyie. Kwa hiyo waka withdraw case, mimi nipoambiwa kutoka kule Temeke, nikaona bora sasa nifungue mimi kesi ya kudai hati yangu, nikafungua kesi. Nimefungua kesi, huyo Mohamed hajawahi kuonekana, lakini akawa anatuma watu. anatuma watu anasema kama ninataka nyumba hii tuiuze, mimi nayetugawani nikamwambia mimi nauzaje nyumba naiuzaje? kwa sababu kama umeshabadilisha na hati na unasema uli, mume wangu ulikusainia na kila kitu wewe ndio unaweza kuuza, mimi nauzaje. Wamenisumbua eh? sana mwisho wa siku ndio mimi nikasema wacha niende mahakamani tena, kama mimi baada ya baba kuwa amekufa eh, ili mahakamani basi haki itendeke. Lakini hata mahakamani, ninasema ukweli wa Mwenyezi Mungu, mimi ni Mkristo na ni mtu mzima. Hata mahakamani kiukweli, nimesumbuka sana, kwa sababu kesi ilikuwa inaenda vizuri na mawakili walikuwa wanakuja hata kutoka Wizara ya Ardhi, lakini leo mnapoenda wanabadilisha hiki mara, mara tunaambia tokeni mwende mkafanye settlement. Tukienda tuna, anatuma watu anatuambia kwamba kama anahitaji nyumba yangu kwa sababu yeye ana hati, hakuna mtu anaweza ka, aka, aka nani, akanisaidia chochote. Kama anahitaji nyumba yangu anaweza kuniuzia bilioni tatu, nikaambia mimi bilioni tatu naitoa wapi? Mimi ni mjane na watoto wanne, sina popote pa kwenda ni hapa nimeolewa, nimezaa watoto wangu hapa, ninaishi hapa, sina popote pa kwenda. Mara akasema sijui anataka nimpe hela sijui kiasi gani kufidia kwamba milioni mia mbili sijui ifike mia saba nikasema kikweli, sina kokote pa kupata pesa hiyo unayosema, na mimi ujai kuniona hata kuja kukaa kufanya biashara na wewe. Akasema o oh, tuishaweka tu, tu na picha na mme wako sijui. Nikamwambia mimi unanifahamu. Akasema mi sijui dokumenti ziko vizuri, lazima hiyo nyumba nitaichukua. Basi mahakamani imeenda hivyo, wiki mbili zopi no, wiki tarehe kumi na tisa tulikuwa na kesi mahakamani. Lakini nashukuru wale wale watu wapale mahakamani, kuna mtu mmoja akaniita, alikuwa ni mwanasheria, akaniuliza nakuona hapa mama, nikamwelezea. Akaniambia hii kesi inaenda leo kupigwa kitu kinaitwa po, kwa sababu huyu mwenye kesi ana mkono mrefu. Sasa bado hatujaitwa hapo. Na kweli mimi kampigia wakili wangu. Wakili wangu akaniambia wanasemaje, nikamuelezea. Akasema basi, sisi kwa sababu kama kweli wana mkono mrefu kiasi hicho na unaona kweli mambo yanayotokea, sisi tufungue tena upya kesi kwa sababu utakachokwenda kuambiwa atakwambia hujamkopi nani msajiri. Na ambacho kweli katika uelewa wangu, nilikuwa vitu vingine sijui, lakini nilikuwa tayari nishafanya ule utaratibu wa zile siku 90. Kwa hiyo bahati nzuri ile ikawa imerudi kwenda kuomba ili kesi ianze tena nyingine upya tangu hiyo tarehe kumi na tisa. Ukienda pale wanasema kuna shida, siyo meme, mara IT, mara sijui wakili wako hajamwandika namba ya simu ya wakili mwingine. Kwa hiyo ile kesi haijapandishwa. Na hapo hapo nilikuwa nimefungua kesi yangu nyingine Oysterbay polisi na nikawa naomba msaada wa kwamba huyu anadai kwamba mimi nimeuza nyumba nikishirikiana na mme wangu kwa shilingi milioni mia mbili ishirini na sita mia mbili ishirini na sita kwa maana kwamba alikopa mia hamsini alafu baadaye, wakati kufanya transfer za ardhi, sijui wakati wana transfer ikafika mia mbili ishirini na sita Nikauliza, nyumba kama hizi hapa ni mbili, hii hapa ni nyumba ya ghorofa ambayo sisi tumenunua karibu milioni mia nne sabini Inawezaje ikauzwa shilingi milioni mia hamsini na nyumba nyuma, kuna nyumba nyingine ndio nikaambiwa. Naomba mimi haki itendeke, kwa sababu sijawahi kuuza nyumba wala mme wangu hajawai kunishirikisha kwamba tuuze nyumba, na kumbe kulikuwa kuna kesi ile niliyosema Mwananyamara. Mume wangu alipoitwa, aliwaambia kwamba huyu bwana, mimi nilikuwa nafahamiana naye tukapeana hela kwa kufahamiana, lakini hati nilimpa kama bondi. Sikuwahi kumuuzia nyumba anavyodai. Kwa hiyo ile kesi ya kule ikafika kwenye settlement. Na kwa document kwa sababu mimi kule kwenye kesi sikwepo, zinaonyesha hicho kitu kipofika mwisho walilipana. Sasa huyu anarudi anasema mimi hataki hela yangu kwa sababu yeye nyumba akumkopesha aku mume ila waliuziana nyumba, kwamba tulikaa sisi tukamuuzia nyumba. Nikasema basi naomba nifuatiliwe polisi, waangalie popote. Kwa nini mimi niweke dole gumba wakati najua kuandika na kusoma? Nina macho ninaona, eh? Dole gumba kwa sababu gani? Kwanini nisisaini? Kwa hiyo hicho kitu ndio kikawa kinapiganiwa, lakini nikaona nakosa msaada. Jana nilipopata taarifa, nilipigiwa simu kutoka ofisi za serikali za mtaa, wananiambia mama, hao watu wamevamia hapo ofisini, wanasema wana kibari moja kwa moja kutoka kwa ofisi ya mkuu wa wilaya, na kwamba wamepata kibari na barua. Ilionyeshwa kwa njia ya simu, wakaonyesha kwamba wamepata kibari, hii nyumba imeandikwa, mimi ni mvamizi kwamba mimi nimevamia niondolewe kwenye nyumba yangu, mimi nimvamize. Kwa hiyo wale wakasema, yule mama tunaishi naye miaka kumi na saba hapa a, sasa amevamiaje? Akamwambia, wakaambia, bwana hii oda imetoka juu. Mimi nikakimbilia polisi, nikaenda kuomba msaada polisi. Nimeomba msaada polisi, gari lilikuwa halipo, wakaniambia gari halipo mama nikaambia naombeni msaada, mnisaidie, mimi ni mjane na nasiwezi kusema uongo, ili tatizo liko hapa. Nimeleta kesi yangu hapa muda mrefu, ni nikija mnaniambia kwamba ardhi bado hawajawapa, eh, document ili kwenda kudetect alijafanyika kwa hiyo kile kilichotokea leo au jana, ndugu zangu, nasema ukweli, kimetokana na kushindwa kupata msaada kule, na nilipofika hapa nikakuta hakuna mtu yoyote wa kunisaidia. Nilianza kupiga makelele, majirani ndio walianza kuchukua video kwenye nyumba zao huko juu, na wanaojua waandishi wa habari wak, majirani wakaamua sasa kuingia kati ime, kwa sababu hii imekuwa tena mara nyingine ninanyanyasika, ndio zile video zikatoka, sio kwamba mimi nilikaa huku napigwa alafu nichukuliwe video. Na wala siwezi kusema uongo. Mimi nilikuwa nasema hapa ni nyumbani kwangu. Ninaondoka na kwenda wapi na watoto wangu? Na kama kweli basi unasema mume wangu alikukopesha, basi ungekubali, useme mama, una, mume wako amewako amekufa na mimi sitaki kusamee deni kwa sababu ni pesa yangu nirudishie milioni mia mbili na ngapi, sisi hata kama kwa kuchangishana kwenye ukoo mzima, kwa kuomba misaada tutafute lakini usitunyanganye nyumba. Unatunyanganya nyumba sisi twende wapi na watoto hawa wadogo? Kwa Muhammad ameshindwa kufika na kialisia, wakili wake amemwakilisha. Sasa hivi naye yuko mbali, kwa hiyo wameniomba mimi, nije kwa kwa nalifahamu hili swala. Swala hili mimi nilikuwa namwakilisha Muhammad hapo nyuma na mpaka sasa hivi nalifahamu nimelifanyia kazi, na mwanzo wake ni kama alivyoeleza dada Alice kwamba Muhammad alinunua, kwa maelezo ambayo tumepewa na mteja Muhammad alinunua hii nyumba mwaka elfu mbili kumi na moja kutoka kwa marehemu Justice Lugaibula, ambaye ni mume wa dada Alice. Na kwa maelezo zaidi ya Muhamad ni kwamba alipitia michakato yote ikiwemo kupata signature ama dolegumba la dada Alice, na yeye anasema kwamba alikuja mwenyewe akamwekesha lile dolegumba. Kwa nyaraka ambazo tumeziona ni kwamba nyumba hii alinunua kwa shilingi milioni mia mbili sitini na mbili huo mwaka. Na baada ya hapo anasema kwamba kumekuwa na mivutano baina yake na marehemu Justice katika kufanyiwa handover ya hii nyumba. Mpaka pale ambapo kuna kati Mohamed alipata matatizo akawa yuko nje ya nchi na alivyorudi, sasa ndio siku hizi tukaanza kulishughulikia hili swala. Ilikuwa kwenye mwaka 2022, 2023 mimi ndio nimeanza kuwasiliana na dada Alice na kipindi ambacho tunafanya mawasiliano mimi na dada Alice, tumeonana si chini ya mara tano au saba. Kuna kati alikuwa anakuja na mdogo wa marehemu nadhani anaitwa Deni na, na dada wa marehemu. Kwa kipindi hicho, roli yangu mimi ilikuwa ni kuangalia jinsi ya kufanya usuluhishi katika swala hili, kwa sababu upande mmoja kuna mtu ambaye kainvest hela yake kwa ajili ya kununua, lakini upande mwingine kuna watu